Mada tulio nao mezani leo, kwa nini vijana tunashindwa kuchangamkia fursa zinazotuzunguka kwenye mitaa yetu, zinazotuzunguka kwenye wilaya zetu, mikoa yetu, hadi nchi? Asante sana muongoza kipindi, na kimsingi hiki kitu kina nadharia pana kidogo na ni jambo mtambuka, hasa kwa nchi zetu za Kiafrika mm. kwa mfano unaweza ukaona Tanzania ni moja ya nchi ambayo tumejaliwa ardhi kubwa sana kwa ajili ya kilimo, lakini kijana ana, ana ameshakuwa na ile wazo kwamba mpaka niende nikalime ni lazima niwe na mtaji mkubwa sana ili niweze kulima. Sawa. So, lakini cha pili, uh, vijana wengi tunapenda vitu vya haraka haraka hatupendi kukianzia ku, ku, ku kitu from the scratch mpaka kinakuwa. Kilimo kwa, kwa, kwa nadharia pana, kilimo kinahitaji mtu ambaye ni mvumilivu kidogo, na vijana wengi sio sio sio wavumilivu. Uh, mimi upande wangu nitazungumza engo nyingine hapa mm. Kabla sija sijajibu hapo kwa mm. sababu ndugu yangu ye alizungumzia engo ya kilimo maana mm. na fursa ziko nyingi kwa sababu mm. japokuwa raisi uh, taasisi mbalimbali viongozi mbalimbali <coughs> wanaigiza sana na ishu ya kilimo, kwa sababu wamebeba uzito mkubwa wa masuala ya vyakula hapa nchini. Sekta kubwa nadhani ambayo ni hiyo na, na, na, na, na, na, na, na, na masuala ya, ya madini mm. kwa upande wangu mimi kwa Dar es Salaam kuna mm. fursa nyingi, kuna wasomi kwa Dar es Salaam. Ukizungumzia kilimo, si kilimo kiukubwa wake, labda tunazungumzia mm. kibiashara hapo kuna mambo mengi, biashara umeona, kuna fani wana, wana, wana, wana, wana mbalimbali wa, mm. Kuna watu wanasomea vitu la kwamba mtu sisi vijana kulingana na makuzi na hali inavyozidi kubadilika, yes. Uh, sasa hivi huwezi ukamwambia kijana ambaye anamuona kaka yake alikuwa amesoma amefika alivyo tofauti kwa wapi na ambaye alikuwa anasubiria ajira mpaka leo yuko mtaani, umeelewa? Bado hajapata ajira. Kwa hiyo tayari yeye kumbe, unaweza kusoma alafu si ajira, umeelewa bwana. Hilo la kwanza. La pili, kuna watu ambao wanachangamkia fursa lakini wanakatishwa na mtu, namuona kabisa anajitoa kwa moyo kwamba anakijua kile kitu ambacho anakiendea, lakini anakatishwa kulingana na sababu fulani, wanapewa watu ambao si sahihi kwenye ile swala ambayo alikuwa analiendea. Umeona, hilo lingine ambalo mtu anaweza likamwendea akawa anakata tamaa, anakuwa mvivu kwenye kuendea swala lote, anaweza katoka mfano, anaweza katokea hapa ajira, anatakiwa vijana waende wakafanya interview, unakuta unaenda pale, sisemei wote unaweza kwenda pale, kumbe wao tayari wana watu wao, kama ni ishirini basi kumi na tano tumeshawaandaa ila nyua ya tano kwenye watu mia ndio mnatafutwa pale, na mnakuta vijana tayari wapo wa katika situation mbaya, ambao wanahitaji ajira kuajiriwa. Wakienda haya mambo yanaenda na fichukana, yanakuwa wazi, watu wanaona. Kwa hiyo hata siku nyingine kitokea, unakuta watu hawaendi, hawachangamki, hawachangamki katika ishu fulani. Kilimo unaweza kilimo kina kina kina, una wigo mpana sana ile kilimo sasa hivi tofauti na zamani, kusema unachukua tu jembe ukalime. Kilimo cha sasa hivi kinahitaji mipango fedha, mbegu, kitu nacho kilima, soko lake likoje, inahitaji mambo mengi, umeelewa bwana. na mwisho wa siku lazima uende uende shamba. vijana sasa hivi wa kulima kidogo yako tofauti na sisi mawazo yetu alivyokuwa, umeona hmm. ila wazo kubwa ambao imeweka kwamba kulingana na hizi taratibu ambazo zipo kwa sasa hivi kwenye hizi ajira, kwenye hizi fursa zinazotokea, mara nyingi mtu mpaka aenda wakachagulia watu ambao sio sahihi, wakaacha wale watu sahihi. Kwa hiyo inakata moto vijana na watu wengine.